Habari. Kwa majina naitwa Badi Migomba au Migomba Kuku Farm. Mimi ni nimeajiliwa ni, ni, ni, ni fanya kazi katika kampuni moja chini ya taasisi ya fedha. Nimeanza kazi mwaka elfu mbili na kumi na tano mwishoni. Nianzia makao makuu pale siaiazikiwe kpinda fanya kazi pale, pale. Pale tulikuwa staff madereva, tulikuwa kama sisi tulikuwa kumi hivi au kumi na tano, na katika madereva hao mimi ni dereva mdogo kabisa ambali, nilikuta Joseph Fungo, ah, nilimkuta Alikilima, nilimkuta amesikia Aratu, nilimkuta Kizito Magani ili ilyakunda Nshana, nilimkuta Silvesta Minde, nilimkuta Jumanne Masusu, nilimkuta Alidi Mungasi, nilimkuta Kombo ilipaswa nimemkuta Amfrey nimemkuta melimu nimemkuta Peter Celestine sisa, nimemkuta na malemu Mzee Chungula pale. Ngafanya kazi pale ah, 2025 2026 pambana pambana pale, lakini yote kwa yote nkasema, ah, hapa makao apa apa makuu hapa kweli pazuri, hapa safari zipo, lakini sasa hapa mimi hili niwezi kufanikiwa katika maisha yangu haya. E, benki siwezi kufanya kazi hapa aot takua sionekani na nitakuwa sijui product za benki, na ukiangalia ni kweli. Uh, kwa, kwa, kwa, kwa fani yetu sisi madereva, dereva ambaye anafanya kazi ku ambaye yuko makao makuu dereva ku hawezi kujua product za benki otherwise awe amefanya kazi tawini. Kwa mimi nikaa, nimepambana sana niweze kutoka pale pool, niende tawini, wezi amini, nilipambana nilipambana mpaka wenzangu, hivi unatoka hapo pool unakwenda branch, unaenda tawini, tawini kule gumu, tawini hivi nikaambia, hapana, ichini, mi niende nikafute changamoto nyingine. Basi mimi nikaomba pale transfer ya kuhamishiwa ya tawili. Basi nikahamia tawini, tawi langu la kwanza kufanya kazi ni